Yakch anao uzoefu na soka la Afrika. yeah, yeah, yeah. Baadae majina yake yote anaitwa ya Pedro Valdemar Soares Gonsalves uh, amezaliwa Februari 7 mwaka 1976 na alizaliwa Lisbon, Ureno we. Yes. Kwa kina Ronaldo ambaye anamfanya by the way, mwaka 1976 mpaka leo anamfanya kuwa na miaka 49, bado kocha kijana hata, okay. Ukimona uh muonekano wake nakuwa hivyo, -huh. CV yake mwaka 2019 mpaka 2025 ambaye unaamini uh ndo, -huh. kazi uh yake, -huh. ya mwisho kabla ya kuja Young Africans alikuwa kocha timu taifa ya Angola, aha akiwa kocha mkuu 2019 mpaka 2025 Septemba. Kama niko sahihi nafikiri hii ndio nyakati ambayo Yagoso alicheza na Simba Sports pia ha, kwenye kwenye Champions League. Kama niko siko sahihi, master utatazama, uta, uta, uta, uta, uta, uta. Okay sawa, lakini 2011 mpaka 2015 alikuwa kocha wa academy ya uh, Sporting Club de Portugal kocha, I mean ya, yeah, timu ya zamani ya kocha wa Manchester United Ruben Amorim na mshambuliaji pia Man United. I mean washambuliaji wa Man United. Luis Nani, uh, Cristiano Ronaldo kwa hiyo. Of course yeah. 2000 mpaka 2001 pia yeah. Alikuwa scout wa Sporting CP. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana mpaka mm, hapa, una, unaona ni kocha ni, ni ambaye ana uwezo kuwa scout mm, ni kocha ambaye anaweza kufundisha soka la vijana na ni kocha ambaye anaweza kufundisha soka la senior team pia lakini uh, mwaka 1997 mpaka 2000 alikuwa kocha msaidizi wa mhm Cova da Piedade tuishia hapo ya yeah. kwa hiyo uh, CV yake ina, inazungumza kwamba this is the guy ambaye ana experience na ranks zote za football kuanzia okay, soka la vijana mpaka soka la senior, lakini pia nje ya kiwanja he's a scout, lakini pia hapa nimeonyeshwa preferred formation yake ni 433 pamoja na 4231. Tutakuja hapo kwenye 433 na 4231, eh ee, e, kwa kwa rasilimali ee, watu waliopo itakuwa kwa, kwa vipi? Utanipangia hapo saabu, ehe bwana.